Tanzania imeandika historia kwa mara ya kwanza kutengeneza kadi alama itakayopima viashiria mbalimbali vya mbali mbali vya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mam. Mchakato huo uliochukua takribani miaka minne, hatimaye mafunzo ya kutumia kadi alama hiyo yamefanyika mkoani Morogoro kuanzia tarehe mbili hadi sita ya, ya mwezi Disemba 2025. Katika uzinduzi wa mafunzo hayo, naibu katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum, Wakili Amon Mpanju akatoa maagizo kwa washiriki wa mafunzo. Mnaohudhuria mafunzo haya, baada ya hapa haya mafunzo mkayafanyie kazi. Hakikisheni hii skokadi jumuishi zinafanya kazi kikamilifu kwenye maeneo yenu. Hakikisheni wote wanaohusika kukusanya takwimu wanakusanya takwimu sahihi, wanazifanyia uchambuzi na kuzijumuisha, kwa sababu zinaenda kuinform hatua zitakazochukuliwa na mamlaka kwenye maeneo yenu mpaka ngazi ya taifa. Kadi alama au ECD score kadi ni hatua kubwa iliyochagizwa na TECDEN kwa kuzingatia mahitaji ya Watanzania, na ni kuhakikishie ndugu mgeni rasmi, score kadi hii imetengenezwa na Watanzania kwa kuzingatia mahitaji ya Watanzania <laughs> hivyo basi na kuomba kupitia wizara yako ambayo inaratibu utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhamasisha na kusisitiza matumizi sahihi ya taarifa katika ngazi mbalimbali mbali. Washiriki wote mlioko mahali hapa, ni wito wetu kuona kwamba tunatembea kwa pamoja ili kufanikisha ile nia ya dhati tuliyokuwa nayo kama wanamam chini, tukazitumie taarifa hizi kwa maslahi ya watoto ili basi sote kwa pamoja siku moja tujivunie ni miongoni mwa waasisi wa scorecard ya mamu nchini Tanzania ambayo haijawahi kutokea toka kuumbwa kwa Tanzania. Wakili Mpanju pia akazielekeza halmashauri nchini kutenga bajeti za kutosha katika afua za mamu. Endeni mkawashirikishi wakurugenzi na viongozi wa halmashauri watenge rasilimali za kutosha kwa suala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto kwenye halimashauri zetu. Fedha ziko huko, kila halimashauri itenge fedha za kutosha. Lakini mratibu fedha kutoka kwa wadau wote, niliwataja wadau wa maendeleo ashika, sio kwa serikali na wadau wengine, ili kwa pamoja juhudi zetu zisaidie kuifanya hii scorecard jumuishi iwe na tija na itusaidie kupata takwimu sahihi na taarifa kuhusiana na ustawi wa watoto hapa nchini. Washiriki zaidi ya 200 wakiwakilisha afua za lishe, afya, elimu, ustawi wa jamii, mikoa na halmashauri zote 184 nchini, na waratibu wa mama na mtoto wamepatiwa mafunzo yakiwemo yale ya wakufunzi wawezeshaji TOT. Lakini unaweza kujiuliza kadi alama ya mamu inafanyaje kazi? Katika siku ya kwanza ya mafunzo, mtafiti mkuu kutoka taasisi ya afya Ifakara Dr. Esther Elsaria alipata nafasi ya kufafanua. Kadi alama ni kitu kinachokuonyesha uh, matokeo kwa kutumia rangi. Kwa mfano, unavyokuwa unaenda barabarani, kuna rangi nyekundu zile za trafiki zile, kuna nyekundu kuna ile ya kijani na kuna ile ya katikati ya manjano au unasema kidogo kama orange orange au manjano. Kwa hiyo kwenye, kwenye mambo ya afya, kwenye masuala ya makuzi malezi na maendeleo ya mtoto tunaangalia kwamba kuna vipengele vya kuangalia, kwa mfano kwenye lishe au kwenye afya au kwenye masuala ya uchechemuzi ule ujifunzaji wa awali wa mtoto Uh, kwenye masuala ya malezi yenye mwitikio kuna viashiria tunavitumia. Kwa hiyo kikiashiria kikiwa kwenye chekundu, tunasema kwamba hicho kiashiria hakifanyi vizuri. Kiashiria kikiwa kwenye uh, kijani maana yake kinafanya vizuri. Kikiwa kwenye ile hali ya njano kinafanya vizuri lakini sio sana. Dr. Esther anasema kadi alama hii ni jumuishi. Kwa sasa hivi kadi alama inatuvuta sisi wadau wote au, au sekta zote ambazo tunashirikiana na masuala ya mtoto kukaa pamoja kujadiliana na kuona ni wapi tunakwenda sawasawa ni wapi hatuendi sawasawa sawa. Lakini pia inatupa nguvu ya uwajibikaji kwa sababu, unapojua kwamba kwa mfano, inawezekana mwalimu anafundisha darasani mwanafunzi hafanyi vizuri. Je, inawezekana swala sio ufundishaji, ni shida ya, ya afya inawezekana sio swala la kujifunza, ni swala la lishe, hana lishe ya kutosha. Kwa hiyo inatusaidia kumwangalia mtoto zaidi ya ile sekta husika, na kujadiliana na kutatua mambo ambayo yako nje ya ile sekta ambayo inahusika. Kwa hiyo uwajibikaji utaongezeka. Wadau wanayo nafasi kubwa katika kuchagiza matokeo chanya ya kadi alama ya MMMAM. Wadau wote nchini wanayo nafasi kubwa sana kuchangia kwenye utekelezaji wa kadi hii na hapa tunazungumzia mashirika yote yasiyokuwa ya, ya kiserikali yanayofanya kazi nchini, wana nafasi kubwa kuchangia kwenye utekelezaji wake, kwa sababu viashiria vilivyopo ndani ya scorecard hii havibagui na vipo katika maeneo yote, kwa maana ya afya, lishe, huduma uh, za, za, za ustawi wa jamii, lakini pia elimu uh, pamoja na ulinzi na ulinzi usalama wa mtoto. Siku ya pili ya mafunzo tulipata nafasi ya kuzungumza na mshiriki mmoja kutoka Arusha, kisha kupata matarajio ya serikali kwa kuzungumza na mkurugenzi wa TEHAMA kutoka wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Maiko Nyahinga. Kama mkoa tumekuwa tukifanya vikao vya uratibu, tumekuwa tukipokea taarifa za utekelezaji kutoka ngazi ya halmashauri, lakini kuna kitu tulikuwa tunakimisi. Na nafikiri ndio hichi ambacho leo sasa tumekuja kukipata hapa kwamba hii kadi alama hii sco kadi itakwenda kutuonyesha performance ya kila almashauri kwenye kila indicator. sco kadi hii sisi kama wizara inayo faida nyingi sana. Faida hizo mojawapo, kwanza itatusaidia katika kufanya maamuzi. Kwa nini kufanya maamuzi? Ni kwa sababu wakati wa kufanya maamuzi tunahitaji data. Ukiwa na data sahihi itakupa mwelekeo sahihi wa kufanya maamuzi, wapi upeleke risosi zipi na wapi upeleke huduma zipi. Lakini vile vile inatusaidia kufanya ufuatiliaji e, kwa kutumia scorecard hii, maanake tutaweza kuangalia ni wapi ambapo utendaji kazi unaregea, ni wapi ambapo utendaji kazi uko vizuri, na hivyo eh, kuona ni nini ambacho kimepelekea huko ambako hapafanyi vizuri, ili tuweze kuimarisha kwa ajili ya penye kufanya vizuri, na kula ambako panafanya vizuri, ni vitu gani ambavyo vimefanyika vizuri viwe kama sehemu eh, ya, ya uzoefu wa kujifunza, lakini pia kuendelea kuvisimamia kikamilifu ili paendelee kufanya vizuri zaidi, lakini bado mfumo huu unaturahisishia katika utendaji kazi e, tunafahamu kwamba unapokuwa unafanya kazi manyo e, bila mfumo, upatikanaji wa taarifa ni kazi sana, lakini pia nje pia upatikanaji wa taarifa upatikanaji wa taarifa sahihi na yenyewe ni shughuli ambazo ni changamoto. Kwa hiyo uwepo wa mfumo maana yake utatuwezesha taarifa sahihi kwa wakati na eneo lolote, lakini pia inapunguza gharama za uendeshaji. Baada ya mafunzo katika siku ya nne, pia tulizungumza na mdau mshiriki wa mafunzo hayo kutoka braki maendeleo. tumekuwa tukifanya program za ECD kwa muda mrefu, lakini kuna baadhi ya maeneo tulikuwa kuna unakosa taarifa za kutosha. Kwa hivyo kuwepo kwa ECD scorecard itakwenda sasa kutuinform zaidi haswa ni maeneo gani ambako panahitajika nguvu zaidi, ni maeneo gani ambayo tunatakiwa sisi kama wadau tuweze kuweka nguvu kuinvesti zaidi. Siku ya tano ya mafunzo tukapata mitizamo mbalimbali mbali kutoka kwa washiriki ECD. Uh, scorecard ni, ni kadi alama ambayo kimsingi inakwenda kutuongeza sisi maafisa wa jamii namna ya kushughulika na masuala ya makuzi malezi na maendeleo ya awali ya mtoto inakuja kutuleta pamoja wadau mbalimbali mbali, kwa maana kwamba idara ya elimu, idara ya afya, maafisa ustawi wa jamii na watu wengine wote pamoja katika kuhakikisha kwamba malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yanakwenda kusimama vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo hii scorecard, kikubwa zaidi ambacho tutanufaika nacho ni kuangalia kwa kiwango gani tumeweza kufanikiwa kwanza na ni wapi pana changamoto, ili tuweze kuzirekebisha. Kwa hiyo karuga nyepesi tu niseme kwamba tuna rangi kama tatu ambazo zipo. Kwa hiyo takwimu zitakapo zitakapokuwa zinaingizwa kupitia sekta ya afya au elimu na sekta zingine, zitakuwa zinajumuishwa, zinavutwa kutoka katika mifumo yote hii, tutaweza kuziona kwenye sehemu ambayo ni moja. Kama ambavyo unajua kwamba tunatekeleza programu hii jumuishi ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambayo ina, ina inagusa katika maeneo matano. Kwa hiyo tunapokaa katika vikao vyetu vya uratibu ko kadi hii ni tool muhimu sana kuweza kujua na kuweza kujitathmini ni wapi tulipo, lakini mwelekeo ni wapi tunataka kwenda na nini tufanye ili tufike kule tunakotaka kwenda. Kwanza tushukuru wizara kwa kuandaa mafunzo haya kwa kushirikiana na mdau ambaye ni Tekdeni. Sisi kama maafisa ambao tunatekeleza afua katika maeneo haya tumefurahi kwa hii kadi ya alama kuja kwa sababu tumekuwa na kadi ya alama katika maeneo mengine, ambayo sasa itatusaidia na katika eneo hili la malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kujipima vizuri, kuweka malengo mazuri ambayo yanaendana na changamoto halisi tulizo nazo kwenye maeneo yetu, na mwisho wa siku kuweza sasa kuwawezesha watoto wetu kukua na kufikia utimilifu katika maeneo yote yale matano ya ukuaji wa mtoto. Maiko Nyahinga anahitimisha makala hii kwa kutoa shukrani kwa wadau wote waliofanikisha kukamilika kwa ECD Scorecard. E, kama wizara, e, tunashukuru sana e, wadau wetu ambao tumeweza kushirikiana nao. Tekden wenzetu uh, wa uh, taasisi ya afya ya Ifakara, UDSM uh, ambao tumeshirikiana katika kutengeneza lakini na, tasi, na wizara zingine za kisekta ambazo kwa pamoja tumeshirikiana kupata mawazo ya pamoja katika vile viashiria vya upimaji ambavyo vitaenda kutumika, lakini kupata hizo rasilimali fedha na namna yote ambavyo kwa kweli wameweza kushiriki.